Mkuu Kassim Majaliwa ameongoza mamia ya wakazi na waumini wa kanisa Katoliki mkoani Dodoma katika mazishi ya askofu mstaafu Matias Isuja yaliyofanyika ndani ya kanisa kuu kia la kiaskofu la mtakatifu Paulo wa msalaba mjini Dodoma. Waziri Mkuu Majaliwa, aliyemwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye mazishi hayo, amesema kuwa serikali itaendelea kuenzi kazi nzuri zilizofanywa na askofu huyo wakati wa uhai wake, ikiwemo huduma za jamii kama afya elimu na shughuli za kiuchumi. Hii hapa ni taarifa zaidi na mwandishi wetu Idi Maalim kutoka Dodoma. Sehemu ya maandamano ya maaskofu na mapadri kutoka pande mbali mbali za nchi wakiingia katika kanisa kuu kia la kiaskofu la Mtakatifu Paulo msalaba mjini Dodoma kushiriki misa masifu na mazishi ya askofu mstaafu Matias Isuja Joseph ambaye alifariki Jumatano iliyopita katika hospitali ya rufaa ya mtakatifu Gaspar Itigi. Akiwasilisha salamu za baraza la maaskofu nchini TEC, rais wa baraza hilo Askofu Tarsius Ngalalekumtwa amemtaja marehemu Askofu Isuja kama mtu makini asiyeyumba katika kusimamia maamuzi yake. Tunamkumbuka mzee wetu hayati Askofu Isuja kama mtu aliyekuwa makini katika kazi mwenye kipaji kikubwa cha uongozi wa kuwajibika, mbunifu na mtu mwenye msimamo usioyumba katika mambo ya msingi. Baba Isuja alikuwa mwamini wa dhana ya kujitegemea, na hili linadhihirika kwa kazi zake nyingi za maendeleo jimboni Dodoma. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kongwa mkoani Dodoma, Job Ndugai anakiri kwamba askofu Matias Isuja amesaidia kufikisha huduma za jamii kwa walengwa. Mkoa wa Dodoma, sio siri, ni moja ya mikoa ambayo mazingira yake ni magumu sana, kutokana na hali ya hewa ya Mwenyezi Mungu jinsi ilivyo, na mabadiliko ya hali ya hewa wananchi wake ni masikini sana lakini alijitahidi sana katika umasikini huo, akasaidia sana katika kuboresha huduma za afya miongoni mwa masikini hawa. Akasaidia sana kuboresha huduma za elimu kuanzia chekechea, shule za msingi, shule za sekondari hadi vyuo. Alisimamia sana huduma za maji. Alijitahidi sana katika kilimo cha zabibu na maeneo mengine ya uchumi. Alihangaika sana na masikini hawa. Mgeni rasmi Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akimwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za kidini ili kuenzi kazi nzuri zinazofanywa na madhehebu yote. Wote sisi ni mashahidi wa mchango mkubwa wa marehemu mhashamu Askofu Matias Isuja Joseph, ambayo si tu katika kutoa huduma za kiroho, bali pia huduma za kijamii zilizolenga kuleta maendeleo kwa wananchi katika jimbo hili la Dodoma na katika nchi yetu kwa ujumla. Chini ya uongozi wake wa takriban miaka hamsini na sita, jimbo hili limeweza kupiga hatua kubwa ya maendeleo kimwili na kiroho pia